Mafanikio hayaji kwa bahati mbaya, mafanikio huja kwa yule mwamba ambaye ameshakataa kukata tamaa. E bana, haya ni maneno ambayo waswahili wengi hupenda kuyatumia kwa yule mwamba ambaye anakuwa hana desturi ya kukata tamaa. Sasa kwa upande wa Baba Levo, b baba mijumba This time around ameweza kuonesha eh, mjengo wake ambao ni mkubwa akinomanoma. Hii ni gorofa ambayo eh, bado ipo inaendelea kufanywa karabati, ambapo eh, Baba Levo yeye pamoja na Diamond Platnumz ameamua kumuita sasa, ambaye anasema kwamba ni baba yake, eh, kama utani tu, lakini inasemekana kwamba eh, Diamond Platnumz yeye ana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya Baba Levo. So kwa Baba Levo akaamua si eh, vyema Diamond Platnumz kukaa mbali asiweze kuiona Nyumba yake. So kwa upande wa Baba Levo ameamua sasa kumtembeza Damo Platinum na kama, na, kama unavyoona kwenye hapo kwenye hicho kideo ni kwamba eh, Baba Levo akiwa anamtembeza katika eh, kona tofauti tofauti za nyumba yake, lakini moja kati ya vitu ambavyo pia vimeonekana vikileta mvuto kwenye hii video ni kuhusiana na maneno ambayo yanazungumzika humo ndani, ambapo hata pia kwa upande wa eh, Diamond Platnumz yeye ameshtushwa sana na jambo ambalo Babalevo amerifanya, licha ya maneno ambayo amekuwa akiyazungumza watu wengi wakiendelea kumponda eh, lakini ameonekana kabisa kwamba ni moja kati ya watu ambao wanafanya kazi zao, lakini pia wanaangalia ni nini ambacho wanakifanya, wanafanya vitu kwa malengo so kuna sauti ambayo inasikika kwamba kuna juu tena, hivi ndio vitu ambavyo mimi navipenda hapo eh, ni Damu Platinum ambapo aliweza kuzungumza. So ni kwamba alisema kwamba eh, sasa hivi sio maneno tu eh, inapaswa kwamba mtu hufanyi kwa vitendo. Hayo ndio maneno ambayo Damu Platinum ameweza kuyazungumza kipindi ambacho anafika juu kabisa juu ya nyumba. E bana, Damo Platinum ameweza kumpa ongela lakini pia na pore ambayo ameweza kuifanya kama juhudi kwa upande wa Baba Levo. Lakini pia kwa upande wa Baba Levo pia ameweza kumshukuru sana Damo Platinum na kusema kwamba anashukuru sana kwa ushauri ambao Damo Platinum amempa, lakini pia eh, yaani kuweza kumwamini tu ndio kitu ambacho anashukuru sana kwa upande wa Baba Levo. Baada ya matembezi yote hayo, ameweza kupakia video hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuweza kuandika caption ambayo caption hiyo ikiwa inasomeka hivi, mzazi wangu alikuja kutembe, eh, kutembelea juhudi eh, za mtoto wake, akiweka emoji fulani hivi za kushukuru, asante sana mzazi wangu, Diamond Platnumz akiwa tag pale, naomba uendelee kunishika mkono mpaka mwisho wa safari naidi kwamba nitasimama na ni wewe ni kwenye mvua na jua. Hayo ndio maneno ambayo e, baba Levo aliweza kuiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. So mwishoni mwishoni kabisa kwenye hii video ambayo ipo hapo inatembea, ni kwamba e, damo Platinam pamoja na baba Levo kipindi ambacho wamefika juu kabisa ya nyumba waliwesikika wakisema kwamba e, tukikumbuka kule ambako tulikuwa tumetoka. Hata pia baba Levo amefunguka na kusema kwamba e, kuna time alishaikuwaga hana hata mia. So, imeonekana kabisa kama ni vile eh, influencer huyu Babalevo ameweza kuinspire baadhi ya vijana wengi sana ambao eh, bado wanaonekana kabisa kwamba wapo katika hali ambayo ni ya chini sana. Sasa eh, kwa juhudi lakini pia jitihada ambazo wamezifanya Babalevo, imeonekana ni jambo ambalo limependwa na watu wengi sana, hata pia mara baada ya kuweza kuposti video hii kupitia ukurasa wake wa Instagram, kuna baadhi ya watu ambao wameweza kucomment na kuweza kutoa mitazamo yao. Kuna huyu ambaye anasema hongera nyingi sana za kutisha, akaweka emoji fulani hivi e, za moto, moto. Lakini pia hata pia nae, kutuwa, e, ambao, kwa upande wa Diamond Platnumz naye ameweza kutoa ujumbe wake ambao ulikuwa unasomeka kwamba kwa kweli unastahili pongezi zito, akaweka emoji fulani hivi za moto, moto, lakini hata pia Real Jay Melody ameweza kutoa emoji fulani hivi za moto na ujumbe ukiwa unasomeka kwamba noma sana. E bana, wapo watu kibao wakiwa waki wanasema e, hongera sana lakini pia e, wengi wakimpongeza kwa jitihada ambazo Baba Levo amezifanya. Unajua, kujenga e, gorofa kama hili hapa, kuna vitu ambavyo vinaitwa bim kwenye gorofa, ambapo zinahitaji nondo nyingi sana lakini, kama wewe hauna mpunga wa kutosha, basi huwezi kabisa kuweza kujenga gorofa. Na watu wengi e, wanadai kwamba pengine e, hili gorofa lina gharimu mpaka sasa hivi kwa jinsi ambavyo lina kana ni bilioni sita. So kwa kwa kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako oomentyako kwenye section ya comment hapo. Usiache kusubscribe, kulike, lakini pia kushare utakometisha kinoma noma. Till next time, bye bye.